Tumedhamiria kufanya jambo hili tarehe ishirini na mbili yaani wakati wao wanachinja huku, sisi tunachinjia huku, na jasusi atalindwa. Jasusi atalindwa na wakumlinda, kumlinda jasusi ni sisi. Kwenye mpira kuna mambo mengi sana, ukitaka kujua kwamba ndugu zetu wana matatizo ya afya ya akili, yaani ukitaka kuligundua hilo kila mtu ajiulize tu. Ukiwekewa jigidi Yara na Yakubu Suleimani unaondoka na nani? Si swali dogo la kimpira. Ukiwekewa Pakome na Kibisawala unaondoka na nani? Si maswali madogo tu ya kimpira. Atufanye ni watu wamekausha, naifanya kama amjui, ndo uwekewe Duke Abuya na Kanti <laughs> Yani, nyie wote amjue ah, mpira kwamba Yanga wana quality, wana best player na timu yao imekaa kwa muda mrefu. Watani mtatafuta kila chimbo. Shamto wa Jasusi kasema kocha wao madevu kashatolewa kafara, baada ya kutolewa kafara Pantevu yule mwingine naye tayari ajira ishamshinda naye kaondolewa. Saa hizi wanatafuta kocha mkuu na msaidizi, kwa hiyo hao wakija ndio wakimfundisha mpanzo watafunga. Aa, makocha mnaosema, hata ukimchukua sasa hivi ule kocha wa Yanga Pedro Gonsalves ndio aende pale akamfundishe kibu, ndio atakuwa na timu. Shekhe, ukitaka kutengeneza timu lazima uwe na watu, tafuta mali. Mna mfumo mbovu wa uendeshaji wa taasisi, maamuzi hakuna. Wale wote walokuwa jana wanafanya kikao, wanafiki tu, wanafiki tu na uenda ukweli. Mechi kabla ijaanza, wanaongea hili, wanasifia, wanasifia. Mechi ikianza, kila lungu mbaya ngungu mangungu mbaya kutokea wapi? Mangungu mbaya kutokea wapi? Atokea pembeni, akitokea katikati, mimi bado sijalizika ndugu zangu, na niwe wazi, siku ambayo nitafurahi mimi Godi Yanga ntakapoiona Benjamin Mkapa kwenye pichu wamekunjana, wanapigana ngumi Kamera ikipelekwa jukwani, viongozi wanapigana ngumi, wakitoka nje pale katika ile parking ile, mwenye gari kaacha gari, katafuta bodaboda, ndio siku usiku ndio kofla. Bado hawajaumizana bado. Jasusi, endelea kuleta taarifa, usiogope jasusi. Kokote ulipo, usiogope, tunakulinda sisi, watu wa Yanga. E, tutakulinda mchana kwenye kuonekana na tutakulinda usiku pasipoonekana, tutakulinda wanayanga. Ndugu zangu wanayanga, ndugu zangu, wana Yanga, jasusi anapaswa kulindwa kwa nguvu zote. Tarehe ishirini na mbili tarehe ishirini na mbili tutaanza kichinjo mapema klabu makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani, kwa ajili ya kumlinda jasusi wetu. Na leo ningewaomba ndugu zangu influencers, kibaragashia kama hiki ndugu zangu, kupatikana sio ghali, na jezi za Berkane tunazo tumezivaa sana. Kwa bahati mbaya hapa leo kwenye press ilibidi wote tutinge jezi za Berkane na kikofia cha jasusi, kwa hiyo kuwe na challenge kwenye mitandao ya kijamii panapo majahali wa baadaye, tuonyeshe namna gani jasusi huwa anakaa ule mkao ule, hem, tukae kama jasusi. Naenda hiyo utakutana nayo tu, hata iweza kweli hiyo, baadaye utakutana nayo. Kwa yangu machache, nikaribishe na wajumbe wengine na wao watie na saa zao na namna gani watamlinda jasusi shekhe, karibu. Ambayo tumeyasikia Simba Sports Club, hakuna chochote kinachoendelea zaidi ya ushirikina, hakuna chochote zaidi ya ushirikina na uvivu wa fikra.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 Kwa hiyo hakuna chochote wanachokifanya <tune> <tune> hakuna kitu chochote wanachokifanya mainfluencer wa klabu ya Simba na wengine ambao tunaona wanazungumza katika hizo pesi zao, zaidi ya ushirikina uliowajaa katika mioyo yao. Ndugu zangu, elimu imelala, tunafahamu kila kitu. Hakuna albadiri ya hivyo. Tunamhakikishia Jasusi kuanzia leo, mimi Machiriyanga kuanzia leo mimi Machiriyanga mtakuwa na visomo maalum vya kumlinda jasusi wetu. Baada ya kusema hayo, ni niwakaribishi wenzangu waendelee. Asalamu alaykum, wanachomeka wanachomeka wa endeleeaw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 Ukishangaa mwanaume kapita nao. Mimi nimemaliza. Karibu ndugu yangu. <laughs>